Basi kitu muhimu tu ambacho ningependa kukielezea katika historia yangu, nimezaliwa kwenye familia ambayo baba yangu Lameki Musomba alikuwa si Mkristo, mama yangu Maria Kandonga alikuwa wa dhehebu linaloitwa Last Church. Okay. Eh. Okay. Last Church. Last Church. Kanisa la mwisho. Kalizaliwa eh. wakati huo nakumbuka ndugu zangu wengi walienda kwenye dhehebu hilo kumfuata mama, wengine walibatizwa, lakini mimi na mdogo wangu <tihilis> ndio mdogo wangu wa mwisho atakubatizwa huko e, tisa e, mimi ni wa nane eh. mm. Kwa hiyo katika safari yangu mwanzoni kabisa kwa kweli, nilikuwa nipo tu, nilikuwa nachunga ng'ombe lakini vile vile katika kuchunga ng'ombe nilipenda niende kusoma nianze shule ya msingi na nini na nini. Wakati fulani nilizuiwa nilizuia. E, kiasi kwamba sasa waanze mm -hmm. kwa kaka zako, alafu kaka yetu e, katika wale makaka wadogo wengine walisoma mapema, lakini katika kaka zetu huyo wa 62 huyo ndo uh, aanze mm. kwenye shule msingi ambayo ilikuwa uh, ni kijijini kwetu hapo. Alafu afuate ali mwingine, alafu mimi ndio nifuate, alafu mdogo wangu afuate. Kwa hiyo utakuta kila mmoja alikuwa kwenye darasa lake, lakini amefuatana. Kwa hiyo wakati anaanza huyu anaendelea kuchunga, alafu baadaye anakuja huyu anaendelea kuchunga baadaye, wewe basi. Na tulipoendelea mbele e, katika kuchunga nimeanza shule msingi wala sikuwa na wazo la kwamba nitakuwa Mkatoliki, nitakuwa na nani. Na nikiwa shule ya msingi, nikiwa naenda kuchunga ng'ombe, nilikuwa napita na ng'ombe wangu eneo fulani ambalo ni eneo la shuleni na waona watu wamekaa, kumbe wale ni Wakatoliki wanasali kwenye darasa, kwa nika kundi kadogo. Baadaye nimeendelea nimeendelea, eh, paroko eh, ni hawa wa wamisionari wa, wa Afrika ndio wameinjilisha kwetu kule walikuwa anakuja pale shuleni kwa sababu m, e, waumini walikuwa nasali kwenye darasa, kwa hiyo anakuja pale kwa kuwasalisha mm-hmm. Siku nyingine e, mwalimu mkuu alikuwa anampa nafasi aongee na sisi, kwa tunaongea naye, wala sikuwa na wazo hilo. Na katekista wangu huyu alikuwa anakuja kufundisha dini, wala sikuwa na wazo la lolote, lakini mm-hmm. Ilifika tu kipindi fulani sema, hapa mimi nataka nianze kusali sasa. Katika kijiji chetu lilikuwepo <coughs> dhehebu ambalo lilikuwa juu sana Moravian. Sasa katika Moravian, niende kujiunga Moravian, na aka kaka Katoliki ni kadogo sana lakini, nilikuwa nasikia Sunday school, lakini nikisikia Roman Catholic, sasa ndio nani hao? Nikaanza kufuta futa fikiriza mwisho wakati misho hey, eh mimi ningependa niwe Mkatoliki ni niliposema ni, napenda niwe Mkatoliki, nimemwambia baba nataka ni niwe Mkatoliki, nimemwambia baba yangu baba yangu akasema, bwana, unaweza kuwa Mkatoliki lakini sasa kiwa Mlokole, yale nisisitizie, si Mlokole. Akasema sawa, ninataka niende Katoliki. Kwa hiyo niliposema hivi ilibidi niandike barua ya maombi yeah. Nimeandika barua ya maombi ya kujiunga na kanisa Katoliki. Kwa kupeleka pale kuna wenzangu ambao wanasoma shule, nawapa mpe katekista ili apeleke apeleke na, na, naweze kama naniruhusu au nini. akasema kwamba unaweza ukaja tu, na nakumbuka siku hiyo nilipoanza kwenda kanisa Katoliki. E, kaka yangu alienda Moravian. Kwa nilipo kanisa Katoliki, tulikuwa wawili tulioingia siku hiyo. Na tulipofika pale wakatukaribisha tuongee kwa sasa katika kutetemeka, na mimi mm, nitasema nini? <laughs> hayo ni nichosema tu jamani, nimekuja ili tuweze kushirikiana pamoja, basi maneno machache basi nikaenda pale, sa kabidi nikamuuliza katekisa nifanye nini ili nibatizwe. Nasema ushike shika sara zote na vile vile e, ukishika hizo sara na mafundisho kadhaa. Kweli nifanya bidii kwa kweli, chini ya mwezi mmoja nilikuwa nimeshashika sara zote, ninazisoma zote sa, nimekuja sasa ili nibatizwe eh. Sio tu kwa sababu hiyo kwa, akaniambia kwamba wakati wa White Fathers alikuwa anasema miaka miwili hmm. Na kwa katekumeni miaka miwili, nilifuata katekumeni miaka miwili, na wakati huo huo eh, mimi nilikuwa ni miaka miwili na nusu zaidi, na ili uweze kubatiza unafanya mtihani. Kuongea, mtihani wa kuongea kuandika. Wa kuandika na, yote nilifanya nikafaulu na wakati huo e, ninafanya hiyo kule kigangoni, wakanichagua katakisa msaidizi hmm. Lakini sijabatizwa eh? Sasa wakatuita siku moja e, paroka akatuita kwenye semina ya makatekisa wasaidizi sasa. Nilipoenda pale nimefanya semina ile, ilikuwa ni wiki mbili, nimemaliza. Baada kumaliza tumefanya mtihani hmm. Tulivyofanya mtihani nilifaulu vizuri tu. Katika kufaulu huko parokia kujua kama sijabatizwa, sasa akaja kijijini kwetu tena kwenye kigango chetu pale. Sasa akasema kwamba ah ee, nilikuwa sijabatizwa, akasema la, ningejua kwamba hujabatizwa, ninge kubatiza kule kule na pamoja na makatekisi, lakini sasa hizi kuna mafundisho makuu inabidi kwenda sasa wewe kwa sababu E, umeenda semina hiyo, ni na nini, hutaenda, utaenda na wenzako siku moja. Kwa hiyo utaenda siku tatu za mwisho, na kweli alinipa hivyo siku za tatu za tatu za mwisho kujifunza kuungama, vitu kama hivyo na namna kukomunika, ni vitu kama hivyo. Kwa mwisho wakati nilienda tukabatizo, baada ya ubatizo basi niliendelea kwenda mbele sasa, nikabidi muende niseme kuwa e, sa katika ilo, usikujua, usbizuri, sasa katika hilo sikujua vizuri. Sasa mi nikaandika tu barua kwa sababu nilikuwa na watu ambao wako mashirikani na nini. Kwanza nilienda kwa katekisa, nataka tu kuwa padre, napenda kuwa padre. Eh, akaniambia umecherewa katika jimbo manake ah, umecherewa. Kabidi niandike, sasa nianze kuuliza mashirika. Niliandika barua shirika la Mtakatifu Agustino, nikaandika barua shirika la Don Bosco. Baada ya hapo bila kumtaarifu paroko. Sasa jibu la la la la, la, Mtakatifu la, la, Agustino lilikuja shirika la Mtakatifu Agustino likaje. Sasa kuna fomu ambazo nipeleke, napeleka kwa eh, kwa paroko. Naendaje, niliogopa sana sana, naendaje naanzeje. Mm. Manake eh, ni parok alikwa niwatifadha Mfaransa ka kabidi mchukue kaekisunisindikiza kakanisindikiza tukafika pale, kapereka zile o akasema kwamba alikuwa mkali sana wakati hu. Kwanini moja mbili tatu kweli sijui, manake ilikuwa hivyo, likuwa sifahamu, akatutoa hivitukaondoka <laughs> Akachukua zile fomu mm kaenda nyumbani, nikawe nikasema sasa ndio mwisho wake. Kwaja nikamwone mwenyewe, nilipoenda pale, akasema kwamba nilikuwa mkali vile kwa sababu wito inabidi uwe wewe mm. Sio kama mtu anakusukumiza mm -hmm, kwao, ndo maana nilikuja ngata kesa, nikasema kama wewe unasukumizwa hivi kwa ulipokuja mwenyewe na kuelekeza, saka ndielekeza vizuri, lakini nyumbani ilikuwa shida, utaendaje kwa baba kuniruhusu mara ya kwanza, mara ya pili akuniruhusu, mara ya tatu kuniruhusu, mara ya nne nikawa mkali na mimi kwa sababu mimi nachagua maisha ya wewe, sio nichaguri. Tukaelewana naye akaniruhusu, mama kuruhusu kabisa akupenda kasa, mama atakubali. Njia kaja fomu sasa, wakati wa kujaza paroka mejaza ya kwake naenda shuleni, wamejaza nyumbani kwa sababu anajaza kubatsahtakbakwahiyo ah. Zimeenda fou. Baadae nikaanza kufuatilia majibu na baadaye, jibu lipokuja nilifurahi sana, kama naitwa niende. Kwahiyo nikaenda shirikani, e, mwaka mmoja kwa ajili ya majaribio, nani na nikipindi hicho baba yangu alifariki nikiwa kule, wakuniambia basi Nikamaliza walipo nani mwishoni, ndio nikapata habari kwamba baba alifariki. Basi baadaye ni nifanya mtihani wa Maua. Kwa mimi form 1 mpaka form 6, nimesoma Maua Seminari. Nilipomaliza form 6 95, nimeenda Jordan, Jordan nikaanza masomo ya falsafa nikamaliza, nikaenda Ufilipino kwa ajili ya unovisi. Nadhiri zangu za kwanza nimefunga Ufilipino. Tisini na tisa, nikarudi tena Jordan kwa ajili ya theology e, nimesoma theology miaka minne e, tuseme mitatu ile nikafunga nadhiri za daima. Baada ya nadhiri za daima nikapata ushemasi elfu mbili na mbili, elfu mbili na tatu ndio nilipata upadre. Kwa hiyo parokia yangu ya kwanza ni Mavurunza kama paroko msaidizi. Mhm. Nilipokuwa pale ni kabla hata sijamaliza mwaka nilivamiwa elfu mbili na nne

nimedumu naye mpaka nilipoteuliwa kwa askofu msaidizi kama katibu wa shirika kutoka elfu mbili na nane mpaka elfu mbili na ishirini na moja mwezi wa tisa kwa pale, pale jimboni, na hata nilipokuwa pale jimboni walikuwa na bado wananiconsult hiki hiki kwa vitu kama hivyo e, e, safari yangu ilikuwa hivyo k mpaka leo hii tena nateuliwa tena kwa asipokuwa uh, jimbo la Bagamoyo, kifupi, detail, <laughs> Kwa hiyo nimeenda kifupi kwa sababu nikienda kwa undani ni parefu. Mm, kwa kwa ujumla ni hivyo.